Kumekuwa kuna tetesi nyingi sana kuhusiana na msiba wa Lungu au aliyekuwa rais wa zamani wa Zambia e, kutokea huko kwa sababu toka kifo chake kiweze kutokea mpaka hii leo bwana, mwili wake haujaweza kuzikwa. Sasa mazishi ya rais wa sita wa jamhuri ya Zambia ambaye anafahamika kwa jina Ed, eh, Edgar Lungu yaliweza kufanyika Afrika ya kusini leo mara baada ya makamu, wa, uh, makamu mkuu wa Pretoria kutoa amri ya muda kuweza kusitisha mazishi hayo. Uamuzi wa jaji pia uliweza kutolewa wakati tukio la mazishi likiwa tayari limeanza na kuweza kuongezeka mvuto au kuongeza kuongeza mvutano mkubwa sana unaoendelea katika kati ya eh, serikali ya Zambia na familia ya Lungu. Sasa mwanasheria mkuu wa Zambia ameweza kufafanua kuwa mahakama ilitoa amri hiyo mara baada ya hoja ya msingi kuweza kuwasilishwa na hivyo kuweza kutoa taarifa au kutoa nafasi kwa upande husika kuweza kuendelea na majadiliano pamoja na kutafakari mipango bora ya mazishi ya msiba huo. Sasa kumekuwa kuna mgogoro mkubwa sana e, baina ya serikali ya Zambia pamoja na familia e, ya au huyu ambaye alikuwa Edgar Lungu ambaye alishawahi kuwa rais e, wa Jamhuri ya Zambia. Sasa, e, kuna mvutano mkubwa sana, mgogoro mkubwa kati ya familia yake pamoja na serikali ya Zambia. Lakini pia e, ambapo uliweza kupelekea mwili wake kukataliwa kuweza kuzikwa nchini e, kwa sababu ya tofauti tofauti ambazo zilikuwa zikiendelea. Sasa, e, familia pia ilitaka kuweka mbali sana viongozi wa serikali. Haikutaka serikali ya Zambia iweze kuhusika katika masuala mazima ya mazishi ya e, kiongozi huyu, kulingana na mawakili wa familia ya Lungu, alitaka kuwa wazi kabisa kwamba Rais Hichilema ambaye sasa ni, ni, sasahivi asikaribishwe mahali popote um, e, katika swala so zima la e, mazishi ambayo anaweza kuendelea huko palipo kwa mwili wake. Lakini pia familia inasema kwamba walitakiwa kuheshimu agizo hilo katika makubaliano ya mazishi, kwamba walichokuwa nakitaka familia, kwamba kwa sababu wao wana ugomvi na serikali ya Zambia, so rais wa Zambia wa sasahivi hawakutaka ha kabisa aweze kuhudhuria katika msiba huo. Makubaliano ambayo pia yaliweza kukatishwa na serikali, familia ilisema kwamba serikali ilipotosha vipengele vya mpango ambao pia waliweza kufikiana kabla, kama muundo wa mazishi na wahudumu, kuweza kukaribisha viongozi wakuu hawakuweza kuhudhuria, hasa matokeo yake ya uasi pia na masuluhisho na mazishi ya nje ya nchi, baada ya familia kuweza kukataa eh, kuruhusu au kurusha mwili wa eh, Rais Lungu kwenda Lusaka mnamo mwaka, mnamo tarehe kumi na nane Juni ambapo ndio eh, litakiwa mwili huo uweze kuzikwa. Rais Hichilema alifuta kipindi cha maombolezo ya kitaifa na kuweza kukatisha hapo ndani ya siku kumi na sita na serikali kuweza kukubali kuweza kupisha mwili huo kwenda South Africa, ambako uko kwenye mazishi binafsi, ndio ambapo wao kwamba serikali pamoja na familia ya Lungu walikuwa hawapo kwenye maelewano mazuri, ndio maana ikaweza kusababisha mwili huo usiweze kuzikwa. Sasa sasa Edgar Lungu pia aliweza kufa Juni tano, mwaka 2025, Pretoria, akiwa na umri wa miaka ya 68. Sasa serikali ya Hichilema ambaye ni rais wa Zambia iliweza kutangaza maombolezo ya awali ya siku saba mpaka nane mpaka 14 Juni ambapo ilikuwa ni tarehe ya tarehe 14 kisha iliweza kuongeza hadi siku 16 kabla ya kuweza kuchukua uamuzi wa Aprili 19 Juni ambapo kuweza kukomesha masharti hayo. Sasa familia pia iliweza kutoa shukrani kwa serikali ya Afrika Kusini kwa kuweza kuheshimu

kutokushirikiana kushirikiana kwa kitu chochote kile, mikakati yao pia ya mazishi binafsi kuweza kuyafanya wao kama, e, familia. Na hawakutaka kabisa, e, serikali au rais wa nchi hiyo ya Zambia aweze kushiriki katika e, msiba huu kutokana tu na kile ambacho e, serikali ilikuwa inaingilia masuala mazima ya misiba, mara inapanga tarehe zake zenyewe za kuweza kufanya mazishi, na huku familia pia ikitaka kufanya e, mazishi yao wa wenyewe, na mwili mpaka sasa hivi pia kaweza kusafirishwa mpaka kule South Africa ambako mpaka serikali ya South Africa pia imeweza kuingilia kati kwamba basi mwili huu waachiwe familia kama familia waweze kuzikwa. So mpaka sasa hivi mwili bado haujazikwa, na tunaendelea kusubilia kwamba kichochote ambacho kitakuwa kinaendelea kutokea, basi sisi tutakujuza moja kwa moja drop off, is, chao